Lakini pia kama serikali tumeendelea kuhakikisha kwamba tunaendelea na maandalizi ya usalama ndani ya mkoa. Tulikubaliana kwamba tutaendelea kudumisha usalama ndani ya mkoa sasa hivi, kabla uchaguzi na baada ya uchaguzi. Usalama ni jukumu letu muda wote, tumeendelea kuimarisha hivyo na tunaendelea kusisitiza ushirikiano kati ya serikali, vyama vya siasa na wadau wa uchaguzi ambao kimsingi ni wananchi. Kwao tunategemea tarehe 29 wananchi wataamka, watakwenda kupiga kura. Lakini kama serikali tuna wajibu wa kukemea mapema, kukemea tena, kukemea kweli kweli, yoyote ama kundi lolote ambalo wanadhani watatumia tarehe 29 katika kutekeleza azma zao ovu kama mkoa tumejipanga kuhakikisha kwamba yoyote atakayekuwa amejipanga aidha kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa kujishawishi mwenyewe ama kwa kushawishiwa, kwenda kutufanyia vurugu na kusababisha siku hii isiwe siku ya neema na baraka, kama ambavyo watanzania wote tunategemea tuipate. Miaka mitano ya uongozi inayokuja inategemea tarehe 29 maamuzi ya Watanzania. Sisi kama serikali tunaendelea kuimarisha ulinzi huo na ninatoa onyo kubwa na kali kabisa kwa kikundi chochote, kwa yoyote, narudia tena, awe amejishawishi mwenyewe ama ameshawishiwa kupanga kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa namna yoyote, kutia doa tarehe 29 ndani ya mkoa wa Manyara, hatuto kuwasha salama na hatutokuvumilia. Kwa hiyo jipange tu, unaamua kufanya nini? Unakuja mtaani, tukutane ama unakwenda kupiga kura, umalize uende ukapumzike nyumbani. Sisi kama mkoa na kamati yangu ya usalama mnaoiona hapa, tumejipanga kimkakati kweli kweli. Hatujasikia, hatujaona kikundi chochote mpaka muda huu kwamba kuna watu wametulia huko, lakini inawezekana wamejituliza kimya huko, wako ndani ndani, wanasubiri tu jambo lao lifike na wao watoke. Na wapa onyo hmm, wakae kwa kutulia, wakae kwa kutulia. Na mkoa wa Manyara ni wrong number. Kwa hiyo mtu asijakajaribu kupiga ama kubipu. Hiyo simu yake anaweza kapokelewa vibaya alafu hali ikawa si njema kidogo. Kila mtu atulie afanye shughuli zake. Tarehe ishirini na tisa ni siku ya kupiga kura. Tutaamka asubuhi tutakwenda vituoni na bahati nzuri imekuwa ni siku ya mapumziko pia. Ni siku ambayo watu hatuendi kazini. Tumeachwa tusende kazini ili tuweze kupata fursa ya kwenda kupiga kura na kupumzika na familia. Kwao naenda kapige kura, naenda kapumzike nyumbani.